Ni sahihi kabisa kwamba vijana ni wengi ambao wamebahatika hawakubahatika kupita JKT lakini wana sifa. Hii naomba pia nitoe angalizo kwamba tumekitumia kigezo cha kupita JKT kwa baadhi, si kwa wote. Tumetumia kigezo uh, cha kupita JKT lakini nifafanue kwanza kwamba kupita JKT si warrant ya kuandikishwa jeshini, na wanaojiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa wanajiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa ajili ya kupata malezi fulani fulani, kuwatoa katika malezi ya familia moja moja, kuwaleta katika malezi ya kitaifa. Hii ni kwa mustakabali wa maslahi mapana ya taifa letu kwamba tunawatoa kwenye malezi ya familia moja moja, kwenye utengano wa kifamilia familia, familia kuwaweka katika umoja umoja, ule ambao unatakiwa wa kitaifa. Na la pili sasa, kwamba ni wengi hawajamaliza, hawajapita JKT, na hapa tumesema utaratibu wa kutuma maombi kwa makundi yote mawili. Kigezo kimoja unasema, nakala ya cheti cha JKT kwa waombaji waliomaliza mkataba wa kujitolea, si kwa waombaji wote, kwa waombaji waliomaliza mkataba wa kujitolea. Kwa hiyo nafasi imebaki, chumba kiko wazi kwa wale wengine ambao hawajafanya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea lakini wale ambao wana mafunzo ya jeshi la kujenga taifa wana cheti, wana nafasi yao pia.